Kwa hiyo wale majeruhi ambao tulikuwa tunawaleta hospitali wakafa wawili, kwa hiyo tukafikisha thelathini na tisa. Uh, sasa kwa sababu ni taarifa na ile ni ajali, na kamanda na timu yake na kama waandishi mlikuwepo siku ile kwenye ajali, kama mlikuwepo, mliona hatua zilizochukuliwa, zile winchi tulileta tukabinua, tukaangalia, tukawa tumejiridhisha kwamba tena hakuna hakuna kitu, lakini baada ya juzi kwenda tena timu yangu kwenda kuhakikisha kupekua kwenye magari na nini, ndo tukapata hiyo miili mingine mitatu ya watoto ambao wali- walisijua mtoto na ule moto, kwa hiyo viliingia chini ya siti. Kwa hiyo sasa jeshi la polisi na, na timu ilifanya ika, ika nani. Kwa hiyo kwa sasa nimetuma tena jana timu, leo nimerudi hapa rasio na kutoka makao makuu e, la jeshi, mkemia mkuu wamekenda, wameniambia sasa E, hakuna tena mwili wa wa wa, wa, wa mchoto na ndio maana nikasema idadi ya ya abiria waliokuwa kwenye magari yote mawili kwamba walikuwa ni sitini na saba. Sitini na nne watu wazima na wale watoto watoto watatu kwa mchanganua ufuatao <laughs> wananchi 31 wakiwemo wanawake 21 na wanaume kumi hawa walikuwa kwenye basi dogo Coaster na wananchi kumi na moja kiwemo wanawake saba na wanaume wanne walikuwa kwenye basi kubwa channel one. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa ishirini na nane ambapo kati yao kumi na tatu ni wanaume na kumi na tano ni wanawake. Majeruhi wote hao wameendelea vizuri na wamepatiwa matibabu kwenye hospitali zetu pamoja na hospitali ya Wilaya Same hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na hospitali yetu ya rufaa ya KSMC ambapo majeruhi hao ishirini na wanne wameruhusiwa na wanaendelea vizuri na afya zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa tumebakiwa na majeruhi wawili ambao wako kwenye hospitali ya KSMC wakiendelea eh, kupatiwa matibabu na madaktari wetu wanaoangalia kwa ukaribu zaidi. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, jumla ya abiria wote sasa kwenye yale mabasi walikuwa abiria sitini na saba abiria uh, watu wazima uh, walikuwa ni 64 na, na watoto watatu.